Asalamu alaikum wanaume, kama uko na uwezo umeoa bibi mmoja, kipato chako kinakuruhusu kuoa bibi wanne, tunaombeni mtu oe kama uko na uwezo wa kuoa mke. Uko na mke mmoja, una uwezo wa kuoa wake watatu, ongeza hawa wawili haraka iwezekanavyo. Kama umeoa mke mmoja, una uwezo wa kuwa na wake wawili na ukawalisha, basi oa haraka iwezekanavyo. Kama ujaoa, muoe huyo binti hizi suna tunazozifanya matendo mema tunazozifanya wakati wa Ramadhani, tustiri mtustiri kwenye ndoa. Kwa nini tunasema hivyo? Ndoa inatuepusha na vitu vingi sana, haswa kwa mtoto wa kike. Wakati unapokuwa unafunga ndoa, kuna vitu hauka, haukanywi na mtu unajikanya lakini tunapokuwa mtu haujapata stara, unaangaika, basi inakuwa ni rahisi kufanya vitu ambavyo hata vistahili. Kuna mtu anaweza sisikie wazazi wake, anaweza sisikie babake, lakini akamsikia mwanaume kwa sababu ya mapenzi. Mapenzi yana nguvu, huenda akatulia ndani ya ndoa yake kwa sababu ya kumpenda yule mwanaume sana. Jamani, mnapokuwa mnataka uh, kupata radhi za Allah, sijui kufanya nini, msisahau pia kwenye swala zima la sunna hizi za kuoa. Oweni haraka inavyotakikana, kwa sababu wanawake huku nje wanadhalilika, wengine wanajiuza kwa sababu ya shida, wengine la muda waliolewa wakaciwa, watoto wanaume wamekataa kuwahudumia. Lazima watoto wale, lazima nyumba ilipwe. Lakini unapokuwa saa, wengine umeenda kuishi na mume, yule mume kukulipia tu stara ya nyumba na kukuweka ndani ya nyumba, unaweza kukuzuia sana. Kuna mambo unaweza usifanye. Mimi naomba Mwenyezi Mungu afanyiwe pesi wanaume ambao mjaoa, Mwenyezi Mungu afanyiwe pesi mtu oe, na wale ambao mmeoa mke mmoja, Mwenyezi Mungu afanyie sahali muongeze wake watatu, kama uko na uwezo nao. Kama uko na uwezo ya wake wawili, uko na mmoja, basi inshallah Mwenyezi Mungu akufanyie pesi uongeze. Kama umeoa wake wawili, una uwezo wa kuwa na wake watatu, basi Mwenyezi Mungu akufanyie sahali uongeze huyu watatu ili kuondoa dhiki za wanawake wanaopitia kufanya matendo ambayo hayastahili kwa ajili ya kutafuta riski. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi inshallah. Na Ramadhani hii basi, muwe na nyoyo kunjufu za kuweza kuuoa kadri ya uwezo wenu. Asanteni sana.